Kiongozwa na Profesa Mkenda. Profesa Mkenda ameleta mapinduzi makubwa kwenye sekta ya elimu tangu amekuwa waziri wa elimu, amefanya mambo makubwa. Mojawapo ya mambo kama haya pamoja na kuboresha elimu kwa hali ya juu, lakini pia hawa watu ambao wana ulemavu wa macho nao pia wamekumbukwa kwamba walimu wetu sasa wataweza kuelimisha wanafunzi wetu wenye matatizo ya ulemavu wa kuona kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kwa hiyo, teknolojia haijawaacha nyuma hata walimu pia ambao wana uoni hafifu au hawaoni kabisa, kupeleka ujumbe kwa wanafunzi ambao wana matatizo ya, ya kutoona. Nishukuru serikali kupitia uh, waziri wa elimu lakini nimshukuru uh, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ni siku yake ya kuzaliwa, happy birthday eh, Dr. Samia Suluhu Hassan, uishi miaka mingi. Lakini kwa tukio hili ambalo limekuja siku ambayo unazaliwa basi, tunakupongeza sana na tunalipokea hili tukio la kuwagawia vifaa hawa walimu kwa ajili ya kwenda kwa walimu wasio wasiokuwa na uwezo mzuri wa kuona kwa ajili ya kwenda kufundisha wanafunzi ambao hawana uwezo pia wa kuona, kwa maana kwamba wana, wana ulemavu wa, wa macho sisi kama manispaa ya Kibaha tunashukuru na tumepokea kwa unyenyekevu zawadi hizi, na tunakwenda kuhakikisha kwamba zinawafikia walengwa, na walengwa wenyewe wako hapa, na tutahakikisha kupitia maafisa elimu wetu wanafuatilia namna gani ya matumizi ya vifaa hivi, lakini pia kama kutakuwa na matatizo yoyote, wao ndio watakuwa wanashughulika moja kwa moja. Nimpongeze mkurugenzi wetu wa manispaa yetu Dkt. Rogers Shemulekwa kwa kazi nzuri anayofanya. Huyu mtu amekuwa hodari akisimamia mambo mengi na hasa hili la elimu kwenye manispaa yetu. Jana ja tu ametoa madawati kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya shule zetu zote na watoto sasa wanakaa kwenye madawati, lakini leo pia anatoa aa, amesaidia kupatikana kwa vifaa hivi ambavyo vinakwenda kusaidia walimu ambao wana matatizo ya kuona. Unaweza kuona ni mtu ambaye anafanya kazi kiasi gani? Kwa hiyo sisi tunampongeza mkurugenzi wetu, aendelee kufanya kazi vizuri na ashirikiane na kila mmoja katika ofisi yake, lakini zaidi tumtakie maisha mema, maana na yeye ni mtumishi kama sisi. Wakati mwingine anachoka, lakini tunamtia moyo aendelee vizuri.